Kwa majina naitwa sajenti Victoria, natokea kitengo cha dawati la jinsia na watoto polisi wilaya ya Mbinga. Ni kuna hudumu makosa ya ukatili wa kijinsia na watoto. Ninaposema ukatili wa kijinsia na hisi, inaeleweka kwamba ni jinsia zote mbili nena ke, lakini pia na watoto tume na shukuru kwa kushirikiana na hawa watu wa asasi zisizokuwa za kiserikali tunashirikiana nao vizuri katika mambo ya kuhudumu kesi za ukatili. Muda mwingine wanatuchukua tunaenda nao maeneo ambayo wanataka kwenda kutoa elimu nao pamoja, tunashirikiana sisi na wao, pamoja tunaweza kutokomeza ukatili, ina maana Mbinga bila ukatili wa kijinsia na watoto inawezekana. Kwa hiyo tuendelee kupambana, tushirikiane pamoja, tuendelee kukemea matukio mengi ya ukatili yanafanyika mitaani kwetu, tunaona mfano kuna kesi ambazo tumekuwa tunazipokea hapo kituoni, kesi za mimba za watoto wa sekondari na mifano kama watoto wa pingabeli kama wawili hata uja usitu na kesi ziko pale kwetu, lakini kuna wale watoto ambao katika mazingira ambayo sib siwezi kufahamu kwamba wazazi wako wapi lakini watoto wanatoka kwenye mazingira ya wazazi wanaenda kujikabidhi kwa wanaume. Ina maana mtoto wa kidato cha kwanza, cha pili anaenda kuishi kwa mwanaume kama mke. Wazazi wanamtafuta binti pasipo mafanikio, na mwisho wa siku anaamua kunyamaza, wakae litakalofuata liwe. Lakini mwisho wa siku unakuja kuta, wanapata taarifa kwamba mtoto anaishi mazingira fulani, anaishi kwa mtu fulani. Basi wale ambao walikutwa kwenye hiyo hali waliweza kuchukuliwa, wakaja pale kituoni, wa kike na wa kiume, na wakawekwa mahabusu na hatua stahiki zimechukuliwa dhidi ya wale ambao waliwaweka nyumba wale watoto na mwisho wa siku walirudi kwa wazazi wao. Lakini pia tumekuwa tuna watoto wanaokinzana na sheria kutokana na wazazi au walezi wao bila hofu ya Mungu na kijana ambaye alitokea, ametokea kijiji cha Miao yeye alikuwa amefanya ukatili shuleni, mwenzie alikuwa anaadhibiwa, lakini yeye akamchukua kumpiga mwalimu ambaye anamwadhibi mwanafunzi rafiki yake. Kwa hiyo alipopigana na mwalimu, mwalimu alikuwa ni wa kike na mtoto alikuwa ni, pasi, shuru, ni wa kiume, basi moja kwa moja shule wakamfukuza mtoto. Sasa hivi ninapoongea yuko mtaani, hawezi kuendelea tena na masomo lakini yote kwa yote inaweza kusema ingine sisi wazazi hatuko committed na watoto wetu, hatuwaelekezi kinachotakiwa wafanye. Tunawaogopa watoto watuwao wetu, kumbe unatakiwa taazi kama mzazi unatakiwa kukaa na mtoto wako kuelekezi haya ni mabaya na haya ni mazuri, na mtoto amheshimu mzazi na mzazi pia angalia namna sahihi ya kukaa na mtoto wako. Naye karibu nimuulizie mambo mengi ya, ya maisha ambayo anayafanya ambayo anayapitia mapito ambayo anayapitia. Yote kwa yote kwao, nataka niseme tu kwamba kizazi cha watoto wetu sasa hivi wapeli, mani, kwa kweli yale maadili hayapo kwao. Nasema wazazi tuendelee kusisitiza, tuendelee kuwa makini, tuwe karibu na familia zetu ili watoto wetu wawe bora, waweze kuwa salama zaidi. Wazazi ndio sehemu kubwa na ndio changamoto ya hata hizi kesi ambazo watoto wanakizana na, na sheria, lakini pia nataka nitoe ni, wito tu kwa watu wote ambao wanavisikia kwamba tunapenda sana mtu anapoleta kesi ya ukatili kituo cha polisi, basi tunaomba atoe ushirikiano kwa kutoa ushahidi mahakamani, kuanzia polisi aandike and, maelezo na mwisho wa siku ushahidi mahakamani wasibadilike, unapoandikwa maelezo mahakamani yani ni ushahidi tosha hata baada ya miaka mitatu minne, atasomwa hivyo, atakaa kama ushahidi. Lakini mwisho wa siku, kuna baadhi ya wazazi walezi, au watoto wanaofanyiwa matendo na, ya ukatili wanabadilika, na kama maelezo ya polisi, akifika mahakamani anamkaa na yule mtu ambaye amemfanyia tukio la ukatili. Sasa kesi zetu nyingi hazipati mafanikio kwa sababu hawako tayari kushiriki ushahidi kama inavyotakiwa, anamficha tena yule aliyemfanyia ukatili, anamficha mtu mwenyewe kwa namba fulani, pia anaweza kusema tu kwenye familia kini k. Unakuta baadhi ya wazazi wanapenda kuchukua chochote kitu kwa mtoto amefanyia ukatili, upande wa pili wanachukua pesa na mwisho wa siku wanaacha inabaki hivyo, hata kama mtoto kapata maambukizi, mtoto kapata ujauzito, mtoto kapata mambo mengi, amepitia mapito mengi, ameacha masomo, lakini mwisho wa siku mtoto anaishia kuwa mtaani. Hayo ndo ambayo naweza kwa leo nimechangia kwenye kongamano la mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Nashukuru sana.